T mngesha jua kama mtu mwenye kigezo hana, mkatangaza mtu mwingine, wakasubiri mpaka mwaka mzima ukaisha, wakaja kutangaza mwaka huu. Mimi ningeomba wizara yako ingekaa karibu sana na wale ambao wanasimamia mradi huu ili uweze kukamilika na kuanza kwa wakati, na jana mmetupa ahadi kwamba kufikia Mei mkandarasi atakuwa site. Na mimi mheshimiwa waziri, sina mashaka na wewe kwa sababu ulikuja pale Esolongo, baada ya kuzungumza kipindi fulani, tumeona ile mkandarasi yuko site na kazi. Tunaomba na hili pia la stendi ukaliwekee nguvu ili mwezi wa tano mwaka huu mkataba usainiwe na tumuone mkandarasi akiwa eneo la site, lakini kwenye hili naangalizo moja tu. Kwenye mradi wa tactic tunataka tujenge barabara ya lami kutoka eneo la stendi kuja barabara ya Mbauda, lakini Tanlord pia amesaini mkataba kilomita sabini kutoka kona ya Mbauda kwenda mpaka Oljoro ambayo ni eneo ni hilo hilo, kwa naomba mkae na Tanlord muangalie, ili kama wao wanajenga hizo fedha zikiokolewa ziende zikaondoe changamoto nyingine barabara kwenye maeneo mengine ya jiji la Arusha, lakini tunatamani pia barabara yetu ya Lemala, ambayo Tanesco pia ingie kwenye mradi wa tactic ili iweze kuondoa changamoto hiyo. Barabara pia ya Kibo na yenyewe iweze kumaliziwa, lakini pia na barabara ya kutoka pale Engo Sheraton kwenda mpaka kule upande wa daraja mbili. Sasa la pili, Mheshimiwa Waziri, na hili nitaomba univumilie kidogo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 na viko baadhi ya kwa mfano hao wenzetu wa PPRA wana, wana evidence ya hili jambo ninalokuambia, lakini hatua hazichukuliwi. Tuliwaambia kuna wizi ulifanyika pale, CAG akaleta timu pakawa na special audit, madudu ya kufa mtu, hakuna watu waliochukuliwa hatua. Wanafanya kuzugazuga tu wanachukua, si wewe utasimamishwa hivi kidogo, utapigwa siku ngapi, lakini hatua serious hakuna. Hizi ni fedha za walipa kodi, ni fedha za Watanzania. Kwa hiyo mheshimiwa waziri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 budget ki traditionally wapange budget kulingana na changamoto za watu. Leo kule kuna shida ya vivuko, leo kuna shida ya barabara. Mnakwenda kutenga fedha bilioni moja nukta sita jiji la Arusha, eti kwa ajili ya kwenda kubomoa eneo la stendi ndogo, eneo ambalo linaingizia mapato almashauri halmashauri milioni 800, kwa mwezi leo mnakwenda kulibomoa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 ambao wamemsainisha mtu watakula mle ndani, sio kwamba wanabuni, wanalipenda jiji maeneo wa ambayo yanatatua shida za watu, hela hazipelekwi. We leo unaenda kwenye kivuko kinahitaji gharama ndogo tu milioni pengine hamsini, hela hazipatikani, lakini unachukua hela hizo hizo unakwenda kubomoa sehemu ambayo inakuwa milioni mia nane stendi ndogo unaweka 1.6 bilioni, huku ujamaliza shida za wananchi. Kwa hivyo mheshimiwa waziri nilikuwa naomba kwa kweli tusaidiane, kwa sababu tunayo dhamana na jukumu la kumaliza shida hiyo, kwa sababu kuna kama kituo cha afya Mkonoo, Rais Samia akapeleka pale zaidi ya milioni mia nane, kilikuwa ni kizaanati, leo ni kituo kikubwa. Barabara mbovu, tungeweza kuokoa 1.6, tungeweka lami pale kuenda kituo cha afya, watu wakaenda zao wakapata huduma na wakaendelea kula matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia kumekuwa na, na changamoto pia barabara yetu ya Afcon kule tunakojenga, barabara ya Njolo tunakojenga kule uwanja wetu wa mpira wa kisasa, na kwenyewe pia barabara ni mbovu. Ni maana yetu kwamba kupitia bajeti hii tutakwenda kuliangalia tuondokane na hizo changamoto. Lakini kingine, Mheshimiwa Waziri, Daktari Samia amepeleka shilingi milioni mia tano kwa ajili ya kujenga soko la wamachinga miaka miwili iliyopita, mpaka leo hazijatumika. Ukienda katika hali ya kawaida, ukienda pale masokoni, angalia soko la la Mbauda pale, matope matupu. Milioni 500 ipo rais kaleta, imekata nenda, soko la Machinga namba sitini na nane, matope matupu, mapaa yale hayaeleweki. Milioni 500 ipo, ina miaka miwili, daktari Samia kaleta, hamna ambacho kinaendelea kina pale. Nenda soko la Samunge, hali ni mbaya karibuni kila mahali. Kwa sasa unajiuliza, hawa mliwapeleka kwenda kusimamia maendeleo kule, wanafanya kazi yao ipasavyo au wana ajenda zao nyingine. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa spika, najua muda ni mchache, maswala ni mengi. Baada ya kusema hayo, nakushukuru sana kwa fursa hii. Yalio, asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa waziri, sekunde moja, sekunde moja. Mheshimiwa wabunge, mheshimiwa Gambo hapa amechangia, amezitaja tuhuma nzito, kwa kweli tuhuma nzito, pamoja na kwamba hajataja mtu, lakini ni tuhuma nzito. E, kwamba jengo la bilioni sita zimezidi sijui bilioni tatu kwingine bilioni nane sasa hiyo kidogo e, sio jambo ambalo tunaweza kuliacha tu liende kwamba ni mchango wa kawaida wa mbunge. Sasa Mheshimiwa bunge, kwa, kwa uzito wa tuhuma hizi, Mheshimiwa waziri tutakapomaliza e, bajeti yako uh, utuletee taarifa ndogo tu ya huo ujenzi wa hilo jengo. Eh, tutakupa nafasi hapa bungeni kwa sababu tuhuma zimetolewa hapa bungeni, utakapojibu hapa bungeni tutaona sasa bunge lichukue hatua gani kwenye jambo kama hilo. Aya, asante sana Waheshimiwa bunge, nilikuwa nimesha nataka kusema jambo. Mheshimiwa spika, eh, ni nikiri kupokea maelekezo yako, lakini ni vyema tukakumbushana kwamba mipango ya maendeleo katika halmashauri zetu miji yetu na majiji haipangwi na TAMISEMI, inapangwa kwenye vikao maalum vya mabaraza ya madiwani kupitia kamati za fedha na kamati mbalimbali eh, chini ya mabaraza yetu ya madiwani sasa. Hili la fedha eh, pengine ingeenda kufanya shughuli fulani, wanaoamua kutuletea eh, ni madiwani ambao sisi sote ni wajumbe eh, kwenye vikao hivi vya madiwani kwa hiyo lakini hili lingine Mheshimiwa a eh, Spika, nimepokea, tutafuatilia kwa karibu, kama ambavyo mheshimiwa mbunge ameweza kuonyesha konsani yake katika eneo hilo. Tutafuatilia kwa karibu na wakati wa kuhitimisha tutakuja na taarifa kamili ya namna tulivyochukulia hatua hii. Asante sana, itatusaidia sana, hiyo itatusaidia sana. Waheshimiwa wabunge, wako wageni wengine ambao wamekuja baada ya tangazo la pili la wageni. Tuna, tuna, kwanza tunaye mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, uh, Mheshimiwa Albert Chalamila nimeambiwa amefika na yeye.